Kuwa ni dakika moja nahi ya ukimya, dakika ya maombolezo juu ya kifo cha aliyewahi kuwa makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Cleopa David Msuya. Huyu ni kocha wa KenGold Kapilima. <tabino> Karibu sana sisiemu, kumbukumbu ya Sokoine. Karibu sana katika burudani ya ligi kuu NBC, karibu kuwashuhudia KenGold na Pamba Jiji huyu ni Fred Felix Minziro Katala ya baba Isaya, kocha wa Pamba. Itakwaje? Tusubiri na kuona chia mkwaju mrefu, anacheza kasta audio, so mahagama wako salama, lakini wanakwenda kukabiliana na pigo la kona. Nichia mkwaju mkali toka sasa, ni Mathew Teges ameingiza kwa Zabona, nafasi nyingine tena lakini James Wilson Momanyi, huyu hapa kwenye umiliki wa mpira. Salehe Masudi ameekewa, Salehe tena lakini anakwenda kulikipa, bado huko kwenye mchezo wa mpira ule, kwenda nje kupewa msaada kutoka kwa wachezaji wake. Alitumbukia Salehe Masudi Abdullah, lakini akapishana na mpira. Yonta Kamara naye alikwenda kukutana na na golikipa Castro Aureus Mwagama na Kamis Mayombia tumbukiza cross ile, anacheza Aureus Mwagama, Salem Masudi Abdullah, kwenda kuja, wanatafuta bao kwa udi na uvumba, tumbukiza ndani ya box. Tigers shindwa kufanya kile ambacho alikuwa na anapaswa kukifanya. Kevin Patrick Yondan anacheza na golikipa Castro lakini ilikuwa ni ghafla sana, na kushindwa kuwa kwenye umiliki. Anakwenda chini tena, Castro Aureus Mwagama kutokea. Ipo nafasi yeye kuendelea na mchezo huu ama itakuwaje? Tusubiri na kuona, lakini shida ilianzia hapa. Kevin Patrick Yondani alichagua kucheza naye, namna ambavyo alicheza mpira ule imemletea changamoto. Ambi. Anatumbukiza mpira ule kunambi, anaucheza golikipa na ametoka. Hata hivyo ambaye alikuwa ni mchezaji, anakaa golini kama tu golikipa, amepewa red card na sabu zimeisha, lakini kama bala. Hata hivyo, ameinuka, ameinuka alikutanana mazonge, alikutana na mwili jumba mteges momani mewekwa kwenye nchi ule. Haya, pengine anaweza akapata bao. Pamba imegonga mwamba ile. Oh, iko nje. Alitoka na akaicheza Mayombi katika namna ambayo huwa wanafanya staa mara nyingi. Gradi lasa Sakiala, tumbukiza mpira ule, Bernard Morrison summukizo nzuri, Bernard Morrison alifanya kuidunda chini, vya hesabu zile si za, Salem, Masudi, Abdullah, James Wilson Mwashinga na Abdullah Yonta Kamara. Abdullah Kamara! Yonta Yonta, na Yonta Kamara ameachia mkuaju mkali na wamoto ambao unatikisa akili ya Jacob Paulson Lonje, anamrudisha darasani Paulson Jacob Lonje anamwambia alichopishana nacho Kasta Orus Mwagama ni hiki mpira uliambaa mbao ule, ukainuka ukaharibu kabisa esabu za Lonche. Inakuwa ni faida kwa Pamba Jiji, anapata bao la kuongoza. Water shot Morrison ni nzuri sana kwa Bilal Amin Abdi. Wanapoteza nafasi ile, Ken Gold na nufaika. Inakuwa ni kona. Bernard Morrison alitoa pasi ile ya kikubwa Bilal Amin abdi Sherifu Ibrahim, Sherifu Sherifu Ibrahim alijaribu kufanya jambo, inaonekana hey. Namna ambavyo nyasi zipo katika uwanja huu, kuna namna zinapoteza muvi ya mpira. Lukindo cha Lukindo, mpira ulimdondokea Habe Chaz Lukindo akaachia mkwaju ule, huyu hapa kwenye njia ile. Haya, pasi nzuri sana kwenye box. Lukindo Habe Chaz Lukindo, basi mnaweza kuwa hatari kwenye safu ushambuliaji. ya ushambuliaji Bernard Morrison aliseti ile, ilihitaji speed tu wao, nice pass na ilikuwa ni jitihada kubwa kuhakikisha kwamba anaitendea haki pasi ya Morrison na Rogers Fred Gabriel, pambanisha mpira ule, wanakaa vizuri Pamba maskini we ba. anafanya ulinzi lakini kumbe alikuwa anajihukumu. Kenneth Kunambi, inakuwa ni kona ya dezo kabisa, anaipata KenGold, lakini ilikuwa na mipango kazi nyuma alma nusura. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika, kutoka uwanja wa CCM kumbukumbu ya Sokoine. Karibu katika dakika nyingine 45 za kipindi cha pili. Dabrin Kasindi wako kwenye nafasi ya kupata bao Pamba lakini mwamuzi anasema hapana, ni foul aliweka. Dabrin Kasindi ikakutana na Zabona miss Mayombya lakini Rogers Fred Gabriel alidhibiti move ile. Paulin Dabrin Kasindi ameiweka kwenye njini imeitika ile Mayombya anakutana nayo, ni Abdoulaye Yonta Camara! Abdoulaye Yonta Camara anaweka kamba ya pili, ni bao la pili kwake, ni bao la pili kwa Pamba. Inakuwa ni hali ngumu sana katika bench la KenGold. Kapilima amebaki tu kushuhudia kinachoendelea. Liyefungwa Mwagama, alitoka ajaruhusu bao alipoingia yeye, amekubali chuma mbili Nyota Abdoulaye Yonta Camara, nyota kimataifa kutoka Guinea. Vuka mayombya, ameiomba Matthew Tegis Momanyi. Matthew Tegis Momanyi, ingiza cross ile, na cross ile na ikatalo nje, aliingia ile. Matthew Tegis Momanyi wako kwenye comfort. na Kibinge anawaleta kwenye box, na kibinge anaingiza cross ile lakini oh, mpira unakwenda nje ule, inakuwa ni kona. Ulitoka mwilini mwake ukaenda mkononi, haiwezi kuhukumiwa kuwa ni foul, lakini kama ungetoka chini ukagusa mkono akiwa ametanua vile. Mayombia Dabrin Kasindi, goal kick alisetiwa mpira ule aka drive mara moja tu. Mara Bernard Morrison chana kwa Joseph Ambukege. Lukindo! Nikona lakini kwa ndani ya box hii, foul ameifanya nani? Na imekuwaje? Bernard Morrison alichezewa ndivyo sivyo. Na ndicho ambacho alikuwa anatoa kadi mwamuzi. John Bena Kibinge anakuwa mchezaji wa mwisho kugusa mpira katika mchezo wa ligi kuu NBC. Alama tatu wanaondoka nazo Pamba, wakipanda mpaka nafasi ya kumi na moja kwenye msimamo wa ligi. Dakika tisini timilifu, Ken Gold sifuri Pamba mbili.